Rais William Ruto ameridhia ombi la kupa jina jipya uwanja wa michezo wa Talanta kuwa uwanja wa michezo wa kimataifa wa Raila Odinga. Rais Ruto katika hotuba yake mnamo Ijumaa, alipoliongoza taifa kusherehekea sikukuu ya 62 siku ya, ya jamhuri, alisisitiza kwamba uwanja huo mpya unaoendelea kujengwa utapewa jina la marehemu Raila Odinga. Aidha, rais Ruto aliahidi kukarabati miundombinu ya barabara za jiji ukiwemo ujenzi wa safu mbili za barabara kila upande wa barabara ya Rongai Kiserian moja na barabara ya moja kwa moja katika barabara kuu ya Thika. Mito ya uwanja wa michezo wa Talanta kupewa jina la aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ilianza hata kabla ya kifo chake. Wakati wa sherehe za mwaka huu za kuadhimisha sikukuu ya madaraka katika kaunti ya Homa Bay, Gavana Gladys Wanga aliwasilisha ombi hilo mbele ya Rais William Ruto. Ni pengine kutoka wakati huo ndipo Rais alianza kuwazia kwa kina ombi hilo. To join me in observing a one minute of silence in honor and remembrance of the Honorable Raila Amolo Odinga. Na hii leo, Rais William Ruto hatimaye aliridhia ombi hilo. Na sisi kama watu wa Nairobi tunakuomba, uwanja huo uite Raila Odinga International Stadium. Ili kumkumbuka baba wetu. Ati mumesema ipatiwe jina gani? Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza. Na tukikamilisha tutafanya hivyo. Tangazo la uwanja huo kupewa jina la Raila Odinga likasisimua umati. Baadhi ya barabara muhimu zinazoingia jijini pia zinatarajiwa kukarabatiwa katika juhudi za kurahisisha uchukuzi kwenye barabara muhimu zinazoathiriwa na msongamano. Ningependa kutangaza ya kwamba mwaka ujao ile barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Rongai kwenda mpaka Kiserian na barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Karen kwenda pale Shed Hotel kutaremuka kwenda Ngong kwenda Bulbul na kwenda mpaka ifike kule Kiserian tutaifanya iwe dual carriage way yeah. Barabara kuu ya Thika ambayo hutumiwa na maelfu ya magari inatarajiwa kufanyiwa upanuzi pia. Ningependa pia kutangaza ya kwamba mwaka ujao vile tuko na expressway kutoka JKIA, pia tutajenga expressway kutoka Thika mpaka ifike hapa Museum Hill ndio wananchi wale wanateseka na mambo ya jam, tuweze kuondoa jam ya sehemu hiyo. Uwanja wa kitaifa wa Nyayo pia utafanyiwa ukarabati kupitia uwekaji wa turubali maalum ili kuwakinga wananchi dhidi ya miale mikali ya jua. kamchemenza Darubini Wikendi.